Harakati za mwikenda leo zinakuletea yaliyojiri wakati wa hafla ya Iftar maalumu ya kuliombea dua sala jengo jipya la Wakala wa Vipimo WMA eneo la Medeli jijini Dodoma. Na hapa ni mwakilishi wa Katibu Tawala Mkoa wa Dodoma, Koleta Kilawe akizungumza katika hafla hiyo. wageni waalikwa, wenzangu mabibi na mabwana, asalamu As alaikum, asalamu As alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Kristu mwana kondoo ameshinda. E, kabla ya yote napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya katibu tawala msaidizi, kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa wa Dodoma, lakini ambaye ninaamini kabisa angekuwepo hapa angesema kwamba amesimama hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule. Nami a, kwa sababu nimesimama kama katibu tawala, basi ninapenda mfahamu kwamba nimesimama hapa kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa na ningependa kuchukua fursa hii kushukuru uongozi wote wa wakala wa vipimo kwa kutualika kuja kwenye e, shughuli hii ambayo lengo lake ni kufanya dua kwa ajili ya kuanza kufanya kazi kwenye jengo hili. Tunashukuru sana, maana tunajua wapo watu wengi wa kualikwa, lakini kwa kutukumbuka mkoa wa Dodoma, watumishi wa mkoa wa Dodoma au sekretarieti ya mkoa, tunashukuru sana. Na Mungu awabariki sana. Mimi nilipopata uh, nafasi ya kuwakilisha na nikapata ile kadi nikaisoma, kwa kweli nilishangaa sana na sikutegemea, taasisi ya umma inataka kufungua jengo lake kwa sala. Hili ni jambo kubwa sana na nafikiri tuwapongeze wenzetu Wakala wa Vipimo kwa ku, kupata haya maono ya kuanza kukaa katika jengo hili kwa kutanguliza kwanza dua na sala ambayo ndio ni maelekezo ya Mungu. E, tunawapongeza sana na wengine tuige mfano huu, lakini nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa uh, Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kuwawezesha wafanyakazi kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi. Amekuwa uh, akitupatia sisi wafanyakazi uh, vitu mbalimbali ambavyo zingine ni stahiki ambazo, ambazo zinaendana na maslahi ya kifedha, lakini pamoja na kututengenezea uh, mahala au pakazi au majengo ambayo yanatufanya tuweze kufanya kazi zetu uh, kwa nafasi lakini kwa utulivu, lakini pia kwa kujinafasi uh, unajua hii ni mojawapo ya motisha pia kwamba unapokuwa unafanya kazi eneo ambalo ni zuri uh, na unafanya kwa utulivu, basi unatoa huduma bora kwa mujibu wa client service charter au mkataba wa huduma kwa mteja lakini na katika kutekeleza ile strategic plan tunamshukuru sana. Lakini pia nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa Wakala wa Vipimo katika ngazi mbalimbali, lakini katika uh, ngazi ya mkoa pia amekuwa akitoa ushirikiano mkubwa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma na, na kutokana na ushirikiano huo ndio maana hata leo tumeweza kualikwa na kuwepo mahali hapa tunashukuru sana na hapa ni mjumbe wa bodi ya ushauri ya WMA CPA Sale Chondoma akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi hiyo katika hafla hiyo awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia kwa umoja wetu kushiriki katika sh shughuli hii ya futari ambayo imeandaliwa rasmi na Wakala wa Vipimo. Tumekusanyika hapa si kwa kufuturu tu, lakini dhamira yetu ni kupata dua ya, ya ambayo itafungua eh, mafanikio ambayo tumeyapata ya kukamilisha ujenzi wa jengo hili tuliyoko hapa ambalo ni la ofisi ya makao makuu. Ndugu zangu mlioko hapa, wakala wa vipimo una shughuli ya kusimamia vipimo vyote hapa nchini. Dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha tunampatia mtaji tunampatia mradi haki yake kulingana na kipimo stahiki. Viongozi wa dini wamenukuu katika vitabu mbalimbali Biblia pamoja na Qur'an, ambazo zote zilisomwa hapa, zimeonyesha umuhimu wa vipimo sahihi na ni dhambi kubwa sana kufanya au kupunja kipimo. Adhabu kubwa katika eneo hili eh, inatolewa na Mwenyezi Mungu, lakini pia sheria zetu zinatoa adhabu kwa wale ambao wanapunja vipimo. Kweli jambo hili ni kubwa sana, sisi sote kwa pa pamoja, mwananchi pamoja na wafanya biashara ambao wao ndio wanatumia vipimo hivi wanashauriwa kutenda haki. Anayepaswa kupata kilo moja basi iwe kilo moja sawa sawa, na thamani ya fedha ambayo ameilipa. Nao viongozi wa dini walikuwa na haya ya kusema, akikuuzia simenti ya kilo hamsini utakwenda kupima ukute simenti siyo kilo hamsini, ni kilo 45. Akikuuzia ngano au sukari ambayo unajua huu ni mfuko wa kilo 25 au 50, kenda kupima sehemu nyingine utakwenda kukuta kilichoandikwa pale kilogramu 50 ni uongo, na unaweza kukuta kilogramu 47 au 46. Mchezo huu ulikuwa unafanywa kule Madian, na Shuaibu alitumwa na Mwenyezi Mungu kama mtume kwenda kukataza mchezo huu kwa sababu hii ni dhulma. Naipongeza sana ofisi hii pamoja na wote mlioko katika ofisi hii. Endeleeni kufanya kazi hii, kwa sababu ni kazi kubwa ya kurekebisha tabia za baadhi ya watu ambao tabia yao ni kupenda kudhulumu watu. Namwomba Mwenyezi Mungu ajalie jengo hili liwe la heri na baraka, ajalie jengo hili lisimamie haki usawa na uadilifu kwa watu wote. Namwomba Mwenyezi Mungu ajaalie watumishi wote walioko katika jengo hili kusimamia haki, usawa na uadilifu. Mwenyezi Mungu atawasaidia akazingatia kwamba hapa umekosea, hiyo ofisi itatufaa na Tanzania tutaepuka majanga na misiba isiyo na sababu kamili. Hivyo basi niombe lakini niagize hivyo wale waliopo kwamba, msile rushwa alafu watu wakapoteza maisha. Simamieni kweli ya Mungu, ili Mungu naye awakumbuke katika ufalme wake, kwa sababu mmefuata vile maagizo ambayo Mungu ameweka kwa Nuhu, na Nuhu akazingatia. Wanyama wote hakuna aliyepotea, tembo walipanda, walizaana mle, walifanya nini, hakuna aliyedhurika. Kwa sababu hiyo, ni imani yangu kwamba mtatekeleza, na Mungu awabariki sana. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma ni mimi, Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.